Na mtazamaji, lakini tuanze na vidokezo ambapo chama cha mawakili nchini LSK kinaandaa uchaguzi wake hii leo kote nchini, ambapo shughuli ya kupiga kura imeanza katika vituo vya kupiga kura, huku mawakili wakijitokeza kuwachagua viongozi watakaoendesha shughuli za LSK. Miongoni mwa wanaotafuta kiti cha rais wa chama hicho ni Peter Wanyama, Charles Kanjama na Mwaura Kabata. Muda rasmi wa kampeni ulikamilika hapo jana ili kutoa nafasi ya kura ya leo. Shughuli ya kupiga kura inaendeshwa na tume ya uchaguzi IEBC na kuwashirikisha mawakili elfu kumi na nane kote nchini. Washindi wanatarajiwa kutangazwa baadaye hii leo huku shughuli ya kupiga kura pindi tu itakapokuwa

Na, mtazamaji, hizo ni baadhi ya picha za moja kwa moja kama alivyokuambia kwamba ni siku ya uh, mawakili uh, ambao watakuwa elfu kumi uh, na nane kote nchini wanaendelea kupiga kura, ni siku ya kuchagua yule kiongozi wao kati ya Peter Wanyama, Charles Kanjama na Mwaura Kabata, na tayari unaona kwamba zoezi la kupiga kura linaendelea uh, kwa hivi sasa na ni kwamba kwa mujibu wa uchaguzi huu ni kwamba kufikia baadaye leo jioni, tunatakuwa tunatarajia kupata ni nani ambaye atakuwa amepigiwa kura nyingi kati ya kura zile elfu kumi na nane endapo zitapigwa zote katika siku ya leo. Kwa mtazamaji, tutakuwa tunafuatilia kwa karibu uh, na tutaungana na baadhi ya uh,